So wewe bado unaangalia, ngoja rude na umeoa na unaangalia nje? Hapana, wewe bwana, si umwambie tu kile unataka ni nini cha upati nyumbani yako. Moja tu kwani, mapenzi yaliisha? Kwani huyu mkonaye umpendi? Mna mkonaye nyumbani.